Wanajeshi, polisi, vyombo vingine vya ulinzi na usalama nchini Marekani vimejikuta kwenye wakati mgumu kutuliza maandamano makubwa yanayoendelea katika jiji la Los Angeles, e, kupinga sheria za uhamiaji zinazolalamikiwa kukandamiza wageni ikiwa ni sera ya rais wa taifa Donald Trump. Kwa mujibu wa shirika la habari CNN, polisi wa Los Angeles wametumia milipuko na mabomu ya machozi kuweza kutawanyisha, e, waandamanaji hao na baadhi ya watu kuweza kupigwa na kukamatwa. Kwa mujibu wa mtandao wa Aljazeera umeripoti leo Jumatatu tarehe 9 Juni mwaka 2025, ghasia hizo zilizuka jiji la Los Angeles kutokana na hatua za waandamanaji hao ambao licha ya kufunga barabara eh, kuu ya 101 jiji hilo, eh, pia walirusha fataki na chupa za moto zilizolenga moja kwa moja vikosi vya usalama na kusababisha uharibifu mkubwa wa magari ya polisi na eh, magari ya watu binafsi ambao yalikuwepo katika eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, kwa mujibu wa BBC, Rais Trump amepeleka wanajeshi 2000 na vikosi vya kitaifa National Guard kuimarisha ulinzi. Vilevile vile shirika la CNN limeripoti kuwa Rais Donald Trump anajipanga kupeleka wanajeshi wengine 500 wa kikosi cha kivita cha Marines. Inaelezwa kuwa watu wasiopungua 27 walikamatwa Los Angeles kufuatana na vurugu hizo, huku Rais Trump akiwataja waandamanaji hao e, ni waasi waliolipwa picha za E, machafuko kukamatwa kupigwa na e, kutiwa kizuizini e, kwa waandamanaji hao zimeonekana katika mitandao ya kijamii na vyombo rasmi e, vya habari vya Marekani vimeweza kuripoti. Mkurugenzi wa shirika la upelelezi la Marekani FBI, Keshpata ameahidi kurejesha utulivu, akisema kuwa jiji la Los Angeles liko chini ya mashambulizi ya kiharifu ya wahalifu hao wa mitaani.